Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nataka nikuonyeshe njia rahisi kabisa ya kupata namba yako ya NIDA na taarifa zako zote kupitia namba ya YAS au mtandao wa YAS. Kama unamtumia mtandao wa YAS, hebu twende pamoja ili uweze kujua namba yako ya NIDA kwa haraka zaidi kwa njia hii hey. Unajua watu wengi wanapenda kuangalia namba NIDA labda kwa haraka zaidi, labda kuharaka, alikuwa anataka kujaza taarifa mbalimbali sehemu fulani, labda yuko ofisi fulani, au sio, au sehemu yoyote ile, au labda pia anahitaji kusajili laini nyingine. Hebu tuenda pamoja, ili tuweze kujua namba NIDA kupitia mtandao wa YAS au TIGO. Tuenda pamoja moja kwa moja, utaenda ile sehemu ya kupigia simu kama kawaida yani ile sehemu ya calling, kisha utaandika kodi za kawaida za YAS, yani nyota mia moja hamsini nyota sifuri moja alama ya reli kisha piga. Ukishapiga hivi itakuambia uchague mtandao. Sasa sisi tutachagua hapa Tigo, au wanaoita sasa hivi no, YAS. Ikisha stage mpaka hapo Mixx by YAS, itakuja menu hapa. Itakuambia tuma pesa, vocha, vifurushi, kutoa pesa na maneno mengine. Sasa utakuja hapa utakuja hii hapa sehemu, ni rahisi kabisa iloandikwa Jihudumie, jihudumie ambani namba sita. Kisha utakliki hivi namba sita. Baada ya kukliki jihudumie, kuna sehemu nakwambia rudisha muamala, kubali au kataa kurudisha asalio. Sasa utakuja hapa utakuja huduma kwa wateja, huduma kwa wateja ambaye ni namba sita. Kumbuka hapa tunataka kuchukua namba NIDA kupitia mtandao wa YAS au Tigo, kisha utakuja namba sita, huduma kwa wateja, kisha uta send. Baada ya hapa, inakuambia huduma kwa wateja, wasiliana na namba ya mtu wa huduma, kisha utakuja namba mbili 2, taarifa zangu takuweka hapa namba mbili kisha utapiga utasend. Hapo mbele inakuambia ingiza namba siri ya Mix by Yas kutoa taarifa zako za usajili, au sio? Taarifa zako za usajili, yaani ingiza namba siri ya Mix by Yas kuona taarifa zako za usajili au sio? Ni rahisi sana. Kwa hiyo, hapa ukishaingiza namba yako ya siri hapa, kama mi nikiingiza namba yangu ya siri, taarifa zote zinazohusiana na usajili wa mtandao wa Yas, ikiwemo namba ya NIDA, naone umesajiliwa wapi, yani namba hiyo ya NIDA ulijisajilia wapi mfano labda ulisajilia kata fulani, itaonyesha na majina yako matatu uliyojisajilia. Kwa hiyo, leo tulikuwa tunaonyesha njia ya rahisi kabisa kwa haraka zaidi ya kupata namba NIDA kwa mtandao wa YAS au TIGO. Bila shaka umeelimika na elimu hii. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea katika chaneli hii ya SHAYIA TV na kutakia siku njema.